Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Hali ya majonzi bado inawagubika wakazi wa Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambao hadi sasa hawajapata wapendwa wao waliofunikwa na udongo pamoja na mawe kwenye maporomoko ya ardhi wiki iliyopita, na huku serikali ikitangaza tarehe 21 mwezi huu kama siku ya mazishi kwa wale ambao miili yao imepatikana, familia ambazo bado hazijapata miili ya wapendwa wao zingali zinahangaika zisijue la kufanya. Kulingana na baadhi ya waliozungumza nasi, wana matumaini makubwa kuwa watapata mili ya wapendwa wao kabla ya siku iliyotengwa kwa mazishi. kijana yangu Martin Chesach achapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado achapatikana.